Leo tulitoka katika mnada wetu wa tatu ambao uaa arbaini ashoro a wilaya ya Masasi katika kijiji cha Chiungutwa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeuza korosho zetu iatashirili lakini mnada wetu wa kwanza na wa pili tuliuza s zenye thamani ya bilioni mia moja. Bimi ishirini na tisa, bilioni mia moja arobaini na tisa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu fedha zinaendelea kumwagiza kwa wakulima <tis> Changamoto ambayo tunakutana nazo kuna baadhi ya wakulima akaunti zao zimelala. Tunachukua fursa hii kuwaomba sana wakulima waendelee kuamsha na zao. Maarufu kama kuhakikisha akaunti zao. Jina naitwa Elkingaje, maarufu kama Elisasi. Ni artist lakini pia ni mfanyabiashara kutoka Soko Kuu la Mkuti yaani Masasi. Ah, kwamba kwa kubwa kwamba kwa sasa hizi hali ya kibiashara kutokana na msimu wa korosho, tunamshukuru Mwenyezi Mungu bei kidogo za korosho mwaka huu ziko vizuri na tayari baadhi ya wakulima wanaweza kuingiziwa pesa zao. Kwa hiyo kitu ambacho tunashukuru serikali yetu ni kwamba kuweza kulipa katika wakati husika, pia la kwanza, lakini la pili kuweza kulipa bei ambazo ni nzuri, yaani mayale makato kutoka makubwa sana. Kwa hiyo kama yetu za kusini waga tunatuganea misimu misimu, namaanisha ni vipindi ambavyo vinakuwa vizuri katika biashara mara baada ya leo baada ya siku tano au baada ya wiki, jambo ambalo linawezesha wakulima kupata pesa kwa wakati. Ee, na kutokana na hiyo hali ndio maana wafanya biashara tunafanya biashara kwa sababu tunapata pesa kwa wakati. Hassani white nyeupe ni mzaliwa wakati ana ndete kijiji cha Naol, halmashauri ya wilaya na nyumbu mkoa wa Mtwara. Nimepata mafanikio baada ya mauzo ya korosho tani zilizopungua elfu moja mia tisa sabini na nane na kulima mimi mwenyewe kutoka shambani kwangu, sio shamba la kurisi, hilo ni shamba la kwangu na mimi ni mdau wa korosho. Tarehe ishirini na mbili nilikuwa Dodoma kwenye bodi ya korosho. Abdalla kalee Amrani ni mfanyabiashara wa soko kuu la Mkuti, ni za dagaa. Ukweli, hali halisi ya msimu wa korosho, hii biashara ni nzuri, imefunguka. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, mpaka sasa hivi hali ni nzuri, na biashara zinafanyika kama unavyoona wenyewe. Hali ni nzuri na tuna, tunashukuru sana, tunaendelea vizuri mpaka sasa hivi, choko dagaa, nyama mcholaini wa kukaanga dagaa nyasa aina zote kifupi zinapatikana.